Bila shaka mmeshasikia, mmeshapata habari hizo za kusikitisha ambazo zimerushwa tayari na vyombo mbalimbali vya mawasiliano. Lakini angalau mimi binafsi, hiyo ni habari inayonihusu mimi kama kardinali. Nimepata taarifa hiyo rasmi kwamba leo Majira ya saa moja na dakika arobaini na tano asubuhi Baba Mtakatifu Francisco amerudi nyumbani kwa Baba. Nishaandikwa na watu mbalimbali, lakini hiyo naisema rasmi, na kwa sababu hiyo nikiwaalika wote wana jimbo kuu la Tabora tuingie katika hali hiyo kwanza ya kumwombea huyo ambaye ametuongoza kwa muda wote huo tangu alipochaguliwa kuwa baba mtakatifu mwaka huo elfu moja mwaka elfu mbili na kumi na tatu na mpaka sasa hivi leo asubuhi alipoitwa kwa muungu wake, tumwombee pumziko la milele, na tuliombe kanisa letu libaki imara katika umoja ambao tumesisitiza daima, na hasa tukiombea sasa yeye ya yanayokuja baadaye, kuwaombea makardinali ambao sasa wanaitwa kwenda huko Roma kwa ajili ya kuja kuingia kwenye vikao mbalimbali mbali, na baadaye kwenye uchaguzi wa baba mtakatifu ambaye ataliongoza tena kanisa letu katoliki kumbe, ni waombe tuwe wote katika hiyo hali ya msiba ndio, lakini hasa ya maombi na kuliombea kanisa letu, tunapomwombea huyo Baba Mtakatifu ambaye Mwenyezi Mungu amemwita nyumbani kwake. Tuwe imara na tusiumbe, na tuwe tayari daima kuyasikia hayo ambayo ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye anatuongoza, na tukawaombea wote ambao wanashiriki katika mambo mbalimbali mbali, na hasa kuhusiana na kuliongoza kanisa hili kwa muda huu wa mpito, na baadaye muda huo hapa baba atakuwa amepatikana tena baba mtakatifu mwingine. Kumbe kuanzia kesho, nawaomba mnaosali, tafadhali hata kwenye makanisa yetu tuwe na nia hiyo kwanza kumwombea baba mtakatifu, alafu tunaliombea kanisa letu, alafu nakuombea vilevile yote yatakayokuja baada baadaye ya hapo.